natafuta mapieces tunakuamua ile miradi inakim, inakamilika ikikamilika, naita rais anakuja kufungua kupungua, eh? sio ndio kazi ya deputy president? Sio ndio kazi ya msaidizi wa rais? Niendelee na hiyo kazi nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Wacha nione, wala nasema niendelee na hiyo kazi. Asante sana.